Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa wale ambao wana nifollow pia, una like video zangu na una share pia, na pia YouTube pale pia, usisahau kusubscribe, na Mungu atakutenda mema. Uko mahali pale, uko na changamoto, hakuna kitu chenye unaguza kinaenda mbali, chochote unachoguza unapata kinakatika wewe ni ule mtu kianza kazi inafika mahali inakatika. Wakati umepatana na mtu amekuahidi kitu, hata wakati mnaongea ukifikiria, labda unaanza kufanya mipangilio yako, unangojea kuna kitu itaenda nawe, yani kuna kuendelesha hiyo nini, kuongea unapata inakatika. Unapata unapatana na mtu ndio anataka kukusaidia, lakini wakati mnaanza kuongea naye mnaanza vizuri, lakini venye huu mtu ataenda, atanyamaza, atanyamaza na atanyamaza hivyo unapata mimba zinatoka, mimba zikaikuwa, huwezi lea mimba, unapata umekuwa na miscarriage. Kuna roho ya upanga ambao uliachiliwa katika maisha yako kwa ajili ya kuenda kukata chochote ambacho kitachipuka. Yesu, uko na mbegu. Yesu, kuna nyota yako, lakini kuna mtu anangojea wakati unachipuka hivi, anatuma hiyo panga inakata. Wewe ndio unaongea na wewe hapa siku ya leo, kazi unafanya tu muda mchache, imekuwa ni pattern. Kila wakati ukipata kazi ni miezi mbili ni mwaka moja, imekatika unaanza fresh, unaanza, una, unaanza tena inakatika, unaanza mazungumzo na mtu unafikiria, unafika mahali pale pa marriage, inakatika. Kuna kasi iliachiliwa kwako, kuna mtu alinena maneno ambayo ni ya kufanya nini? Ya kukata. Kumbuka, maneno ni kama upanga, unatumwa kwa ajili ya kukata kuna maneno iliinuliwa juu yako. Most of the time unapatanga kuna watu wamejipata kwa hii situation kama wanataka, na kuna wengine ni ile ya kusukumiwa. Nataka kusaidia, hata kama ulitumiwa na ni ile mtu ali, labda kuna makosa ulifanyia mtu na labda kitu kama hii, na kuanga kama kuna mtu ulimfanyia mabaya na akanena katika uchungu na akasema na hata wewe zako zitapotea. Unapatanga kuna kukatika, kama kuna mtu ulikuwa naye kwa relationship na aidi utamwoa ukameka. Kuna wengine unapatanga wana make hata blood covenant, wanasema kila wakati unanena. Kumbuka katika ile maneno, kuna vitu ulikuwa unajifunga, alafu ukafika mahali ukakata. Wakati ulikata inamaanisha nini? Wakati ulimuachanisha, na huku muachanisha cha uzuri, ulimuachanisha na wewe mwenyewe. Ndio ulikuwa na makosa bado, ye alikuwa na expectation na wewe unapata ya kwamba next relationship unapatanga vitu zako hazita nawiri. Ile machozi huwa inakufata, unaanza kupata. Kuna upanga ambao uliachiliwa. Kila relationship unaingia, unakatika. Unaingia kwa marriage, inakatika. Unakaa kwa ndoa muda kidogo, inakatika. Ni kwamba kuna kitu inadai, kuna mtu ambaye ulifanyia mabaya. Ni wakati lazima ufanye, ujiachilie Ujifungue. Kumbuka, Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. so the moment unaelewa chenye ulifanya, ni wakati wa kujifungua. Kama kuna mtu labda uliharibia kazi, na wewe imefika tani yako, kazi zako zinaharibika, nataka uchukue jukumu ya kuomba, omba tu rehema na msamaha na toba. Ambia tu Mungu, nisamehe, nilitenda dhambi, nilikuwa nimeahidi reverse So and so, kama unakumbuka jina yake, kama ni kwa hiyo relationship, kuna mtu uli promise marriage, imefika mahali labda relationship zako zina fail. Hebu tamka jina lako jina lao, na kama yuko karibu mwambie tu nisamee, muongeleshe tu mwambie nisamee. The easiest way pia ni kumwambia nisamee, approach tu mwambie, mambo inafanyikanga life inafanyikanga, so niliona hatuwezienda mbali na juu ya hii ya hii, naomba unisamee, nilikukosea, nisamee na ishe hivyo, utapata vitu zako zinafunguka. Alafu ukimaliza hivyo, chukua jukumu ya maombi. Kumbuka, This is a new beginning. Chukua kitabu cha Isaiah 65 kuanzia 17, anza kuomba hapo, anza maombi ya saa sita, anza from saa tano mpaka saa sita. Hapo kwanza ni kujirudia, alafu unaanza ku reverse kila maneno ambayo ulifanya na vitu ambazo zimekuwa zikikatika katika life yako. Isaiah 65, verse 17. Nunapata ya kwamba chukua hiyo jukumu, saa sita omba, jikatanishe, ni kuanzia masaa tano hapo, ni kujikatanisha, kujifungua, kuondoa hiyo visirani. Ikifika saa sita za new dawn, kumbuka ni siku nyingine, anza kujitabiria. Kama niyo kazi imekuwa ikikatika, anza kujitabiria, anza kuongea, kureverse everything. Nasoma hii neno ninajua wakati ninakutuma mahali pale, kuna neno iko mahali pale ambayo ina change destiny yako, itafungua milango. Do that for three days, na kama bado unaona hali iko endelea, make sure unaamuka hiyo masaa. Ni wakati wa kujiongelelea, yani kureverse. Walituma mawe, unaanza kureverse ile maneno waliongea. Unaanza kureverse na wewe, uko mahali pale, labda unapitia changamoto hii na hakuna kitu ulifanya, kuna laana ilitumwa kwako kuna maneno machungu yalinenwa kwako. That's why unaka unapata vitu umeweka expectation yako unapanga vitu zako, alafu over sudden vitu zinakatika kwa uchungu. Kuna mtu alisimama na akanena kinyume na wewe, akatuma roho ya upanga kwa ajili ya kukata vitu zako. Kuna mtu alikuwa na machungu. Kumbuka ubebe mimba miezi tisa alafu uzae mtoto ama utarajie mimba ukuwe na mimba umepata, alafu unapata inatoka hiyo. Ndo the same na kazi, mtoto anatoka hiyo pain. Kuna mtu alisimama akanena kwako, nataka pia we usimame unene kwake. Masaa ni ile ile saa sita, kuanzia saa tano ya usiku mpaka saa sita. Chukua jukumu ya kuomba jitakase, mahali pale Council na Isaiah chochote kilinenwa kama we ni mama unapitia miscarriage. Guza tumbo lako wakati unaponena, maana Bibilia inasema hapo hakuna mtoto atakufa kabla ya siku zake. Hautalima shamba mwingine akuje kufanya nini, kukula. Hautapanda mizeituni mwingine akuje kukula. Anything ambayo ni yako itafika mwisho, yaani utakula jasho lako uko mahali pale video hii na kupata, unakata vitu zako zinakatika. Make sure you pray, na kama uko mahali pale unaweza access shamba pia, nenea pia mchanga mahali uko, na kama unaweza pata hata mti, panda hiyo mti. Mti iko na secret yake. Pia unaweza chukua mti upande, labda uko nyumbani, ama kama unasafiringi nyumbani, nenea hiyo mti sema ninaanza mwanzo mpya. asolonga si mti unakuwa, hata mimi ndo nitakuwa, vitu zangu zilikuwa zinakatwa, zitakatwa, kwa sababu watu wengine wa uganga pia wanatumianga miti kukata destini yako, unakatwa kazi yako, uliende nyumbani ukiwa na kazi, ukitoka nyumbani kazi ikakatika, ikakatika tu mara moja na ikaanguka, vitu zikafeli, sio pia? Wewe uko mahali pale, tumia. kama unaweza pata mchanga, nenea Kuliwambia kuna nguvu ya kunenea kwa hiyo mchanga. Wakati unainenea na uko na mti wako upande, inyunyuzie maji, alafu uwache muujiza ikufuate. Omba saa sita for three days. Kama wewe ni ule mwenye kwa nini endelea hata for seven days, as long as kuwa persistent. Omba, Inategemea hiyo hali yako imekuwa muda gani? Inaweza kuwa ni ya muda mchache 3 days, lakini ikikuwa imekuwa persistent muda mrefu, omba hata for 7 days. Endelea hiyo maombi ya saa tisa, saa saa tano mpaka saa sita. Unaanza kwa kujitakasa na kukemea hizo nguvu za giza, alafu baadaye uanze kurivas chochote kilinenwa kwangu, ya kwamba sitabeba mtoto, ya kwamba kazi haitakaa kwangu. Kwa siku ya leo kazi itakaa kwa mikono yangu. The same book utatumia hata wakati unanenea hiyo mchanga na unanenea hiyo mti wakati unapanda Replanting. Utapata vitu zako zinachipuka na zitanawiri zitakaa, take my word. Mahali ulipo uko na hii changamoto, omba, soma hii kitabu Reverse your curse. Kumbuka curse, ni ile wakati mtu amenena wa hiyo maneno na imekuingia na wakati inaingia, inaanza kumanifest. Kwa sababu gani? Wewe umeikubali. So wakati umejua in madhara yake, ni wakati wa ku cancel toka na unaanza kureverse kutoka ndani mwake. Ni kureverse, so and so alifanya so and so alisimama majira ya saa sita, akakas kazi yangu, akakata kazi yangu, nami nimesimama the same time kwa sababu masaa ya kukata watu kazi na kuanga, hiyo masaa ya kukata vitu zako niyo masaa. Nimekuambia ndo nakuambia pia wewe, una exchange during that time, saa tano mpaka saa sita, vitu zisifanyike kwako kwa mzuri. Ukiamka ukilala, unapata vitu zako zimeanza kukatika, vitu zako zimeanza kuisha, watu wanakuondokea, unaanza kupata vitu haziendi. Yes, unaanza lakini hakuna mahali unaenda. Unaanza biashara, unaweka inarudi chini, unaweka pesa yako inarudi chini. Anza hivyo. Chukua jukumu ya kuomba. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia, niko hapa kwa ajili ya kusimama na wewe. Kama uko mahali pale unapitia changamoto, nitafute kwa simu. Na labda saa zingine unapata simu yangu iko busy. Keep on calling, nitakusaidia. Nitasimama na wewe na kama utaweza kumbuka, sio mimi peke yangu, ni wewe ndo usimame. Tukisimama mimi na wewe tukishikana, utapata ufunguo. Ombea, hiyo miscarriage, omba. Na kama uko mahali pale unapitia miscarriage pia unaweza nitafuta kwa simu. Inaweza kuwa pia ni altars. Kumbuka, this is one of mlango nimekupatia, so the deeper maybe kuna altars zilikuwa zimepandwa, ama kuna watu wengine unapata kuna nguvu za majini zimetumwa, kuna maro zina, zinafanya nini, kuna mahali unapata nini, umpu wako imededicatiwa, so unahitaji mtu akusaidia kwa ajili ya kufanya nini, ya kubreak Nimesema miscarriages kuna tofauti ya ule mtu ajai zana ule mtu mwenye anapata inatoka, anapata inatoka. Nitafute kwa simu, nitaomba na wewe, nitasimama na wewe, na Mungu atakutenda mema. Kama uko na swali, namba yangu iko pale kwa bio, ni DM ama nitafute kwa bio nami nitakusaidia. Shalom, Mungu akubariki akutende mema.